Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewataka watendaji wa vituo vya kupigia kura nchini kufuata sheria, miongozo, taratibu na maelekezo ya tume wakati wa utekelezaji wa majukumu ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Jumatano ya Oktoba 29, 2025. Maelekezo hayo kwa watendaji wa uchaguzi nchini yametolewa na mwenyekiti wa Tume, jaji wa Mahakama ya Rufaa Mheshimiwa Jacobs Mwambegele wakati alipotembelea kukagua na kushuhudia mafunzo yanayofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu. Kufanya majukumu yenu hayo, naomba mkafuate sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi. Kama kunaona jambo umekwama msisite kuuliza mwenzio au kiongozi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Usije ukafanya kazi kwa mazoo yake. Uchaguzi wa mwaka huu tofauti kidogo na chaguzi zingine zilizopita, kwa maana ya kwamba zipo sheria mbili ambazo zimetungwa na ndiyo kwanza zinatumika kwenye mchaguzi. Kwa hiyo siende kufanya kazi kwa mazoea. Unapoona unahitaji fafanuzi, usisite kumpigia msimamizi wa uchaguzi. Uh, sisite kumpigia rek, au afisa mwingine yeyote wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nawasihi katika utekelezaji wa jukumu lenu, msiende kupokea maagizo ya mtu mwingine yeyote isipokuwa maagizo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Akizungumza na watendaji hao wanaohudhuria mafunzo ya siku tatu ya uchaguzi, Jaji Mwambegele ametaja uadilifu na uaminifu kuwa ni miongoni mwa vigezo vilivyowafanya kuteuliwa, hivyo watekeleze majukumu yao bila upendeleo. Imeambiwa mpaka tayari mmekwisha kula kiapo, naomba wakati wa utekelezaji wa majukumu yenu yaani, mkaishi viapo mlivyokula, na hiyo katika utekelezaji wa hilo napaswa kwenda kuwa waadilifu katika utekelezaji wa mazungumienu hiyo, haswa ndiyo maana ya kiapo. Mkafanye kazi zenu kwa kuwatrechi sana kwa wateja wetu wa vyama vyote vya siasa. Washiriki wa mafunzo hayo ya uchaguzi kupitia kwa mwenyekiti wao Simon Mlile wamesema wapo tayari kwa utekelezaji wa majukumu ya uchaguzi kama Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilivyowaamini na kuwateua kama makalani. Ndio tuamini na mtatupa kijiti na aidi kwa niaba ya wenzangu kwamba tutatekeleza kazi ya maagizo iokacia ya Tume Huru, lakini pia vimweze kuwa jima na hatutokuangusha wala hatutoangusha hatu na niseme kwa kwamba nafikiri sisi ndo tutakuwa makalani bora na makalani kwa mfano. Uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani utafanyika Jumatano ya tarehe 29 Oktoba 2025, ukiwa na kauli mbiu kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Kutoka hapa Mpanda, mkoa ni Katavi. Mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.